Akizungumza na waandishi wa habari muda mchache baada ya kuachiwa kwa dhamana, afisa habari wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amesema wao hawana kisasi na mtu bali malengo yao yamejikita katika kusaka ubingwa baada ya kuwachakaza Tabora United. Hatuna kisasi na mtu sisi tunataka tuchue ubingwa tu, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio plani yetu. Kisasi tulikuwa na timu moja tu Si kisasi na timu moja na tushakilipa na tumeenjoy. Azam, timu mko mpira football kawaida, mm. Eh, si tulikuwa na kisasi na timu moja na tumekilipa na tumeenjoy, alhamdulillah. Kila mwana Yanga ana raha. Jana tumekula asali vizuri kabisa. Hiyo ndio kisasi kimeshalipo, tunaondoka nyumbani kupumzika. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao, amebainisha kosa lililosababisha kushikiliwa kwa saa kadhaa kwa afisa habari huyo. Hili ni kosa ambalo amelifanya na amelifanya dhidi ya kiongozi, linaweza kuwa na athari kubwa, na ukiangalia hata kwenye maneno ambayo ameyatamka, anatamka ana kuitaja ama, kama kwenda kuisemea kui, kui, kui, kui kwa mamlaka ya uteuzi ambayo inamhusu kiongozi mkubwa, ili ili ili ni kosa. Tunapozungumzia mambo ya michezo, yazungumziwa kwenye mipaka ya mambo ya michezo, lakini mambo mengine ambayo yanahusu heshima na hadhi za viongozi yanatakiwa kubaki kwenye mstari wake. Ni ripoti ya binamu muungwana Hussein Mshenga na hii ni Clouds TV.